Isoni ka mgosi, msamaha kwanza. Kuja Arusha hapa napaki pale jazi. E, taarifa, wewe unisikiaje? Huyu jamaa alikufa kwa nini? Ujamaa amekufa bwana, kwa ajali, lakini kiukweli, huyu jamaa ni jamaa wetu sana. Unaiona hii grupu lote la hawa jamaa, wote kwa sababu wanamkubali na hawa wenyewe pia tunajikubali sisi sote, na pia tutoe tamko kwa hawa ambao wenye magari ya mkopo. Tamko kwa wenye magari ya mikopo, wakae rada Tunatoa tamko wenye tamko kwenye hawa wenye magari ya mikopo kwa jinsi walivyofanyia uchali yetu

nauli sialipa nimetoka ona, kauli ni kwamba ni mobi kwa mstari, ona watu watabaki, watu wangate meno au vipi? ni live baba yake araipi jangwa kama jangwa yenyewe, ni kwamba hivi, ona ona, ona. si atiogopi kitu yote. Majina yangu ni Eric Molel, ni, ni ndugu na ni kakake na Ombeni, anaitwa jagwa. Jina maarufu wanamwita jagwa. Ndio taarifa mii nilifikia nikiwa Dar es Salaam. Ya. na nilipokea kwa masikitiko makubwa sana. Baba, taarifa nilipigiwa simu, in short, nikaambiwa kwamba dogo amepata ajali na tayari amesha fariki. Uh, kwa kifupi ajali ilikuwa amepeleka abiria alafu baadaye akaacha aka, aka toyo then akachukua bajaji akawapeleka abiria kwa zaidi ya watatu, kwa toyo isingeweza kuwabeba. Baada ya kupeleka wale wa abiria, wakati anarudi kurudisha ile bajaji, sasa kwa mhusika akawa amepata ajali mitaa ya AICC pale. Kwa majina naitwa Daniel Edward kutoka kutoka Olgilai. Kiukweli, msiba imeniuma sana kwanza, cha kwanza. Yeah. Uni msela wangu sana kinoma yani. Roho imetuuma vibaya, dereva sisi, dereva tu tunaumia. Sasa kama jamaa jamaa yetu anagongwa tarehe 13 nilikuwa naye tu saa saa saba saa nane yenyewe. Yeah. Enyewe alafu jamaa anakuja kupotea kwa namna hii, gari magari tu Ah, makopo tu mana sisi tunasema ni makopo kwa dereva toyo kwa sababu nini? Magari yenye amkopo bro, alafu yenye masubaru za kiaina tunaweza kutumizia msela wetu yenye. Yaani cha kwanza yenye ni jamaa wangu nani tajiri yangu, kwanza ni cha kwanza, yani roho imeniuma sana. Yaani imeniuma, yenye anaitwa RIP Jagwa. Kwa majina mengine anaitwa Ombeni. Kwa nini Jagwa? Ndio jina lake maarufu. Ndio jina lake ni maarufu kijiweni tunapomfahamu. Eh. Hey. Kwa kwa kwa majina ya nyumbani naitwa Ombeni na ni jamaa wangu sana, akaoa karibu nakaoa kwetu kabisa, masela kama acha dada wangu, yaani roho inaniuma vibaya mna yaani, acha tumaniga, yani mimi ninachosema tu kwa madereva wa magari, mimi ninachoomba tu kiukweli